Yaani, siku ya Jumapili kwenda kuiona timu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Klabu ya Simba tumeandaa utaratibu maalum almaarufu big screen kwa ajili ya kuwakusanya wanasimba pamoja na kwenda kuangalia mechi hii pamoja siku ya Jumapili. Sisi timu yetu ni ya kijamii kwa hiyo huwa tunapenda kukutana pamoja wanasimba wote, na makutano yetu huwa ni Benjamin Mkapa, lakini Benjamin Mkapa tumepigwa stop kuingia siku ya Jumapili, kwa maana ya ubaya ubwela part 2, imeanza kutuuma sisi wenyewe. Kwa hiyo siku ya Jumapili wanasimba wote wa Dar es Salaam tutakutana eneo la Mwembe Yanga kwa ajili ya kuangalia mechi kwa pamoja. Kwa hiyo yoyote ambaye anahitaji kukutana siku hiyo tukutane hapo Mwembeyanga. Tutaanza kama kawaida na burudani zetu za hapa na pale, tutapata mziki wa kutosha pale, na muda ukifika, tutakaa kwa pamoja na kuangalia mechi kama ilivyokuwa mechi dhidi ya Constantine, ndivyo ambavyo tunakwenda kufanya mechi hii dhidi ya Gaborone United. Na kuelekea katika mechi hiyo, tuchukue nafasi hii kuwashukuru kweli kweli Mokola kwa kutudhamini na kusimamia kikamilifu mpango huu wa kuandaa big screen kwa ajili ya wanasimba. Mokola, ambaye ni mdhamini wetu Simba Sports Club, amesema hayuko tayari kuona wanasimba wanakaa kinyonge siku ya Jumapili, kuona wanasimba kila mmoja anaangalia mechi nyumbani kwake, na badala yake amefanya juhudi kubwa za kuhakikisha ya kwamba wanasimba wote tunakutana Mwembeyanga, tunaangalia mechi kwa pamoja tunafurahi kwa pamoja, na baada ya hapo kila mtu anaondoka nyumbani kwake akiwa ameridhika kweli kweli. Kwa hiyo wale wote wenye dhamira ya kuja kuangalia mechi katika uwanja huo wanakaribishwa, ni bure, hakuna masharti wala kiingilio. Sharti pekee kila mwana simba avae jezi ya Simba siku hiyo na avae jezi mpya ya J-Root siku hiyo, usije na jezi ya zamani Jumapili hiyo. Hilo ndio sharti pekee la kuhakikisha kwamba tunainogesha siku yetu na vinywaji vya moko. Jua ni kali pale Mwembeyanga, lakini vinywaji vya mookola vitakuwepo pale mokola, zote flavor zote. Unajua eh, kuna ile ya bungo ina unyama hiyo kaka. okay. mm. Lakini vile vile tutakuwa na benki ya NMB kwa ajili ya kusimamia zoezi zima la shughuli yetu hii iende sawasawa siku hiyo. Na Benki NMB, ukiachilia mbali kudhamini tukio hili la big screen, lakini watumishi wa um, NMB watakuwa pale kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali kwa wanasimba ambao wanahitaji kujiunga na benki ya NMB, ama yote ambaye atakuwa na changamoto yoyote, watu wa NMB tutakuwa pale kwa ajili ya kuwahudumia wanasimba, kwa hiyo ukiachilia mbali kupata burudani ya kumwangalia mnyama kwenye big screen, lakini tutakuwa tunapata eh, huduma mbalimbali mbali za NMB pale. Ukitoka hapo, mwana simba mambo yako yanakuwa yamenyooka kweli kweli. Kwa hiyo yote ambaye ana changamoto yote ambaye anahitaji kujiunga na NMB anahitaji kupata elimu kuhusiana na